Hii ni Bugoma TV. Habari. Habari. Na mimi nataka nikuambie jambo moja Mheshimiwa wa mkuu wa wilaya, na ndugu viongozi mliopo hapa, muda mfupi tu nimefika katika eneo hili, lakini nimeweza kujifunza jambo moja kubwa kwa wananchi wa Kanoge namba moja. Jambo ambalo nimejifunza kwenu wana Kanoge, na hili mtastahili mjipongeze sana, suala zima so la wakuwa wakarimu. Naomba jipigieni makofi mengi sana sababu wakati tunaingia mahala hapa kwa kweli, kila mwananchi wa Kanoge alikuwa ana furaha na bashasha. Kila mmoja alikuwa anaonesha ile tunu ya kwamba kweli mwenge wa uhuru leo umefika ndani ya eneo letu. Mkuu wa wilaya amesema hapa kwamba leo tumeenda kuweka historia kubwa kwa wananchi wa Kanoge, wakiwemo vijana, watoto na hata wazee wetu, kwa maana ya watu wazima, kwamba mwenge wa uhuru umefika mahala hapa na ujio wa mwenge wa uhuru ndugu zangu, katika eneo hili kwa kweli ni baraka kubwa kwa siku ya leo, na nasema hivyo ni baraka, ni kwa sababu ndiyo chombo ambacho kitatuhakikishia matumaini ambayo yatafanyika ndani ya Kanoge yetu namba moja. Jambo la kwanza tumekuja kuweka matumaini kupitia mradi wetu wa maji safi na salama ambao una jukumu la kusimamiwa na wenzetu wa RUWASA. Kwa kweli wametimiza wajibu wao, naomba tuwapigieni makofi mengi sana uasa miradi hii ya sekta ya maji kama huu ambao uliopo Kanoge ni miongoni mwa programu wa ujenzi wa visima 900 Tanzania, jambo ambalo maelekezo aliyotoa mheshimiwa rais kuhakikisha kila jimbo la Tanzania linapatiwa visima vitano katika maeneo yao, naomba tujipigieni makofi mengi sana na ndiyo maana na sisi wana jimbo hili la Nsimbo ni miongoni mwa wananchi ambao tumenufaika kupitia visima hivyo vitano. Ni faraja iliyoje! Kwenye ujenzi wa visima vitano, kimoja kimeletwa kwa wananchi wa Kanoge. Naomba tujipongezeni wana Kanoge ka. Ni lipi jukumu letu wananchi wa Kanoge kupitia mradi huu wa maji? Kwanza tuhakikishe tunaupa mashirikiano ya hali ya juu. Pili, tuhakikishe tuna uthamini na kulinda kwa nguvu zetu zote kwa sababu wapo wachache ndio ambao watakuwa hawapendezeshi na maendeleo haya lakini sisi wana Kanoge tulio wengi kwa kweli tunaridhishwa na tumekubali maendeleo haya, na ndiyo maana tunakuwa na kazi ya kufanya hamasa, ili na wale wengine ambao hawana imani na miradi hii basi wawe na imani kubwa juu ya serikali hii ya Daktari Samia, kwa sababu mama huyu amekuja kuleta imani kubwa kwa wananchi walika mbalimbali, na ndiyo maana tukijihesabu hapa viongozi ni wachache kuliko nyinyi wananchi ni wengi, ni kwa sababu ya kwamba kusikia mwenge wa uhuru kwanza, ndiyo chombo ambacho kinamwakilisha rais, na nyinyi mlivyokuwa na mapenzi ya daktari Samia mkaona ipo haja kujitokeza kwa wingi katika eneo hili. Mwenge wa uhuru, hoye! Mradi ulianza kutekelezwa tarehe 26 mwezi wa 7, 2024 kwa kuchimba visima virefu vitano na kwenye kila kisima kujenga kioski, kusimika mfumo wa nishati jua na kuweka tanki la maji lenye ujazo wa lita elfu kumi Gharama ya mradi, ndugu Ismail Ali Ussi, utekelezaji wa mradi huu utakapokamilika utagharimu jumla ya shilingi milioni 396,444,417 kwa mchanganuo ufuatao: utafiti shilingi milioni 15 na laki 8, uchimbaji shilingi milioni 100 laki moja na thelathini, vifaa vya ujenzi shilingi milioni 60,081,175 mfumo wa nishati jua na pampu shilingi milioni 172 693 874 na malipo ya fundi shilingi milioni 30. Kati ya fedha hizo kiasi cha shilingi milioni 79 208 883 na senti 40 ni gharama ya mradi katika kijiji hiki cha Kanoge namba moja. Fedha hizi zinatoka serikali kuu kupitia mfuko walipa kwa matokeo pifuara yani na mfuko wa maji wa Taifa. Hadi sasa jumla ya shilingi milioni 219 50,662 na senti 50 zimetumika kukamilisha visima vinne kwa kan, kwa vijiji vya Kanoge namba moja, hapa tulipo Kalungu, Kambuzi bili na Iwimbi, kisima cha Kanoge A hey, utekelezaji wa mradi unaendelea na unatarajia kukamilika ifikapo Novemba 2025. Aidha, wananchi wa vijiji hivi wametoa ardhi kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Utekelezaji na manufaa ya mradi Ndugu Ismaili Ali Ussi. Utekelezaji wa mradi huu utanufaisha takribani wakazi 7426 waliopo katika vijiji vya Kanoge namba moja, Karungu, Iwimbi, Kambuzi B na Kanoge A na taasisi zilizopo katika maeneo hayo. Kwa jina naitwa Jacobo Samuel, mtu wa Kanoge, mwananchi. Changamoto ya maji ambayo kua wanazipata ni nyingi sana hapa kwetu Kanoge. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanapigana ni mtoni huko akina mama kwa ngumi, yaani ya hatari sana, kuvunja vyombo. Kwa hiyo leo hii naona vyombo havitaweza kuvunjika tena, kwa sababu maji yamekuwa mengi. Hatuna wasiwasi tena kwa wake zetu kama kipindi cha nyuma hicho. Kwa hiyo hapa tayari maji yatakuwa mengi, wake zetu sasa hivi watakuwa namka kwa muda wote wanaotaka muda wote wanachota maji bila shaka yote. Kwa hiyo serikali tunashukuru sana kwa mambo kama ya leo ambayo wametufanyia mambo mazuri ya maji. Hii ni Bugoma TV habari